Na kwengineko ni kwamba familia mbili zilizowapoteza wapendwa wao ghaibuni zinaomba serikali kuwasaidia kurejesha miili yao humu nchini kwa mazishi. Mmoja wao ni Agnes Emmanuel ambaye aliaga dunia zaidi ya miezi miwili iliyopita nchini Lebanon, na hadi sasa mwili wake bado haujasafirishwa kuletwa humo nchini. Na huko Bomachoge, kaunti ya Kisii, familia ya Fraser Ongachi inajaribu kuchangisha fedha za kuusafirisha mwili wake kutoka Dubai. Familia hiyo imechanga shilingi elfu ishirini pekee kati ya shilingi milioni moja nukta saba zinazohitajika. Mwanahabari wetu Francis Mtalaki anasimulia mengi. Duwi la simanzi limetanda nyumbani kwa familia ya Agnes Nzai aliyeondoka nchini mwaka elfu mbili ishirini na moja kutafuta kutafuta riziki nchini Lebanon, familia yake ikipokea simu Novemba tarehe 24 wakiarifiwa kuwa jamaa yao amepigwa na wakenya wa wa wenzake na yuko hali mahututi. Amepigwa ha, ha, na wenzake na wenzake, walikuwa ni marafiki zake wa dati, ndio walifanya hicho kitendo, si ati ni mtu inje ama Mwarabu. Hapana, ni Wakenya wenyewe Ndo walimpiga mpaka wakamuua. Watoto kila siku sasa wanauliza mama atakuja lini, atakuja lini. Hata mimi mwenyewe nimekwama, sijui ni kitu gani kinaendelea sana. alivyopelekwa hospitali ndo alivyokuwa hawezi tari kuzungumza, so nikaambiwa, kama siku ya pili yake nikaambiwa amefariki. Twasikia vibaya sana, watoto wanalia kila siku, baba mama yuko wapi? Kula sisi wenyewe ni shida. Eh, saa zote tutafikiria atakuja lini, saa zote utafikiria tufanye nini? Tunachanga mchango kidogo, lakini hautoshelezei familia. Na wanakijiji wamekuwa wakikongamana nyumbani Shanzu, kaunti ya Mombasa, wakitafuta fedha za kuleta mwili wa jamaa yao kwa mazishi kwa zaidi ya miezi miwili, ila pesa walizopata hazitoshi, na haki haipatikani kutokana na ukosefu wa balozi wa Kenya nchini Lebanon. Na yule alofanya vile apate adhabu kama vile alivyofanya. Serikali ichukue mkondo wake, ichukue sheria yake, tujua amechukuliwa sheria. Manaka atasipochukuliwa sheria, kesho tena atafanya jambo kama lile. <tune> <tune> Katika kijiji cha Roinchongo huko Bomachoge chache kaunti ya Kisii, familia nyingine pia inakabiliwa na mashaka sawia. Fraser Ongachi, kijana mwenye umri wa miaka 28, alifariki ghafla Dubai wiki mbili zilizopita. Hadi sasa wamekusanya shilingi elfu ishirini pekee na wameshindwa kuregesha mwili wake nchini kwa mazishi. Hatuna uwezo, mimi ni mgonjwa, hatuna uwezo wa kumleta hapa. Watu wa kijiji wanakuja, hakuna pesa, wanachanga wanachanga mia mbili mia moja hakuna pesa. Sitamufike hapa, tusaidie marafiki, nisaidie. Ni familia hizi sasa zinaishi zikitumai serikali itawasaidia kurejesha miili ya wapendwa wao nchini kwa mazishi. Francis Mtalaki Ringa ya yes Citizen.